Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Khamis Ramadhan Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Agostino Mwarija, Amidi wa Mahakama, Mheshimiwa Dkt. Juma Zuberi Omera, Waziri wa Katiba na Sheria, na waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Dr. Mustafa Mohamed Siani Jaji Kiongozi wa Mahakama Kuu Mheshimiwa dr Juliana Masabo, Jaji Mfaudhi wa Mahakama Kuu kanda ya Dodoma, mwenyeji wetu, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu mliopo, Mheshimiwa Hamza Johari mwanasheria mkuu wa Serikali, wajumbe wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, Mheshimiwa Rosemary Senyamule mkuu wa mkoa wa Dodoma, Profesa Lessante Hole Gabriel mtendaji mkuu wa Mahakama Mheshimiwa Eva Kiaki mke, msajili mkuu wa mahakama, Bwana Bashir Kai Mbaruk, mtendaji mkuu wa mahakama kuu ya Zanzibar, Mheshimiwa hao, ndugu katibu mkuu wa Wizara hii ya Katiba na Sheria, na manaibu makatibu wakuu mliopo. Hii protokoli ya mahakama, unapanda unashuka, unapanda unashuka si serikalini tuna mlolongo unakwenda, lakini mahakamani panda mtendaji mkuu alafu anakuja katibu mkuu, yaani eti mtendaji mkuu anakwenda kuchukua pesa kwa katibu mkuu. Mheshimiwa Sylvester Mwakitalu, mkurugenzi wa mashtaka, wakili mkuu wa serikali, ndugu posi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi hapa, uh, wakuu wa vyama vya majaji kikanda, na yule rais wa majaji wanawake Tanzania, wasajili, manaibu wasajili, wakurugenzi na watendaji wa mahakama, wakuu wa taasisi mbalimbali mbali za umma mliopo nasi hapa, mahakimu wa ngazi zote mliopo pamoja nasi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu majaji kazi na utu. Asanteni sana, ndugu zangu. Nami niungane na, na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kukutana hapa leo Dodoma, katika mahakama kuu hii makao makuu ya mahakama ya Tanzania katika tukio hili muhimu. Aidha, ninakushukuru sana Mheshimiwa Jaji Mkuu na uongozi mzima wa chama cha majaji mahakimu na majaji Tanzania kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu. Nimeambiwa mkutano huu ni wa siku mbili. Nilikuwa nachungulia ratiba, nimeona yatakayotokea leo, ya kesho sijayaona, lakini na, najua yote ni mema. Ni kujichuja, ni kutafakari, ni kujitathmini na kupanga mipango ya mbele katika kazi zenu kama ulivyosema Mheshimiwa Jaji Mkuu, mkutano huu kwa mara ya kwanza, naliwasikia kikundi cha ngoma wakisema kwamba kwa mara ya kwanza ulifunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1984 na kwa maana hiyo, rais mimi nitakuwa wa pili kufungua mkutano huu. Ni heshima kubwa kwangu, nawashukuru sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza majaji na mahakimu kwa kazi mnayofanya kwa wananchi wa taifa letu. Hongereni sana kazi ya kusimamia haki zao. Ninatambua kuwa majukumu yenu ni mazito na yanahitaji weledi, uadilifu, umakini, busara, uvumilivu na ujasiri pia wa kusimamia haki bila woga wala upendeleo. Na hapa hapa napenda ninukuu maneno ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere aliyoyasema wakati akifungua mkutano ule wa mwaka 84, na nukuu: Kazi ya uhakimu ni ngumu na inahitaji uadilifu mkubwa, na kwamba si kila mtu anaweza kuifanya kwa ufanisi bila kuwa makini, bila upendeleo na bila rushwa kwa sababu haki lazima itendeke bila uchoyo na upendeleo. Hayo ndiyo maneno ya mwalimu wakati ule ambayo mpaka leo bado yana uzito wake, ni maneno mazito ambayo yanaishi mpaka leo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, tutakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama. Ila nitoe rai kwenu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu, kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji Uadilifu, nidhamu, utii wa sheria, na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Uko mahabusu huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa injinia gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? akitoka na sasa mimi sikuwa na samimi, kesi nilibambikiwa tu, lakini nimekaa nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake ukenda ukamfanya afungiwe kule, jipime, una jukumu gani katika hilo? lakini vile vile natiwa moyo na stadi zinazofanywa kila baada ya muda kwamba imani ya watanzania kwa mahakama zao imeongezeka sana. Kwa hiyo hili nalo linatutia moyo kwamba mahakama zetu zinafanya kazi inayoridhisha. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya sita imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha mahakama, ikiwemo kuboresha miundombinu. Jengo hili tulilopo naambiwa ni la sita kwa dunia na ni la pili Afrika. Ni kazi ya serikali na ni yale mazingira mazuri ya utendaji kazi ambayo jaji mkuu ameyazungumza hapa. Lakini kuongeza rasilimali watu, serikali ya awamu ya sita tumejitahidi sana kuongeza idadi ya majaji na mahakimu katika ngazi zote. Tumejitahidi sana, tumejitahidi kuboresha maslahi ya watumishi. Tumejitahidi sana, na nataka niwaibie siri hapa. Napata barua za kuboresha maombi na maslahi, naambiwa kama walivyo majaji, na sisi tunataka tuwe hivi. Kwa hiyo, wakati wewe unalia, wewe unalia pete yako uliovaa sio nzuri, mwenzio analia, hana hata kidole cha kuvalia hiyo pete hata pete mbaya hana. Jipime wewe na mtu ambaye, afya yako ikitetereka, anakwenda kukutengeneza kule, anakurudishia afya yako na hali yako. Uwe jaji bora, lakini bado mazingira yake ya kazi ni magumu na stahili zake ni ndogo sana. Tujipime hapo sasa, aliyosema jaji mkuu hapa, tizezifu, tunaishi kwenye fantasy Tanzania hii ina uwezo wa kila kitu, lakini watendaji kule wanafanya wanayoyafanya. Hapana, twendeni polepole, maendeleo ni hatua. Tumeanza hatua za awali, na nyie mmeona tumechukua hatua kubwa sana za kuirekebisha au kuijengea heshima mahakama yetu, ye, mahakama inayoheshimika uh, duniani. Sasa safari ni hatua, tutakwenda polepole pole. Nikisema hivyo sisemi kwamba hatutaangalia maslahi yenu, lakini tuendeni polepole pole, na nitafafanua kule mbele. Lakini pamoja na hayo tumeimarisha sana matumizo ya mifumo ndani ya mhimili wa mahakama. Teknolojia ya habari na mawasiliano inatumika vizuri sana kwenye utendaji wa haki. Na siku nimekuja kufungua jengo hili, nilitembezwa umu ndani, nikaingizwa kwenye chumba ambacho kuna dashboard inayoonesha kesi zote zinazoendeshwa Tanzania katika kila ngazi, jaji gani, wakati gani, hukumu iliyotoka, kesi inavyoendeshwa, iko hapa. Hakuna Afrika, hakuna. Tunayo sisi Tanzania. Na nadhani naambiwa nchi ambayo wanayo ni Indonesia. Jaji mkuu, nadhani ni Indonesia lakini, wapi? Kazakhstan ambao na wenyewe walikuja kutuangalia sisi hapa tunafanya vipi. Kwa hiyo we have moved tena vizuri sana. Kwa hiyo hili linatutia moyo, ni, ni, ni mazingira stahiki ya kazi ambayo uh, serikali imejitoa kuyafanyia kazi. Lakini tunapochukua hatua hizi tunalenga kuwa na mhimili wa haki wa kisasa wenye huduma bora na zinazopatikana Kirahisi, kwa wakati na mimi, kwa ufanisi. Kwa hiyo mimi niendelee tena kuwapongeza kwamba mmetoka kule kwenye ule msemo wa justice justice delayed is justice denied, hatuko huko, na Mheshimiwa Jaji Mkuu ameisema vizuri hapa. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, kama mnavyotambua kuwa dira yetu ya maendeleo ya taifa ya Tanzania ya mwaka 2025 hadi 2050 imejengwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu. Na kama inavyosema kauli mbiu yenu ya mkutano huu kwamba jukumu la mahakama katika utoaji wa haki, sasa huko tunakokwenda, tunapoanza utekelezaji wa dira yetu hii mahakama au mhimili wa mahakama una nafasi muhimu katika kujenga taifa lenye haki, amani, usalama na utulivu. Dira hii ya ishirini hamsini inatambua kwamba utawala bora na utawala wa sheria ni msingi wa maendeleo endelevu, na jambo hili haliwezekani pasi na mahakama imara na inayoaminika na wananchi wake nasi na serikali tunaelekea kujenga mahakama hiyo, tumechukua hatua kadhaa, tutaendelea kuchukua hatua kuijenga mahakama yetu iwe mahakama imara inayotoa haki kwa wananchi wake. Lakini nataka niwaambie, juzi hapa serikali tulipitisha mpango wa muda mrefu wa, wa utekelezaji wa dira hii, na katika mpango ule asilimia ishirini na mbili ya mambo yaliyoko katika mpango ule yatafanywa ya na serikali yenyewe. Asilimia sabini ya mambo yaliyopangwa kwenye mpango ule yatafanywa kati ya private sector, sekta binafsi na serikali, na asilimia nane tu ndio yatafanywa na mashirika yetu ya umma. Sasa, katika hali kama hii, mahakama ina kazi kubwa ya kufanya. Tunaitarajia mahakama isimame imara kusimamia haya, kwa sababu tunaposema asilimia sabini itatekelezwa kwa joint venture au kwa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi, tunatarajia kualika sekta binafsi ya dunia yote kuja Tanzania. Katika hilo, tunapoendelea huko mbele, tapata migogoro mingi ya mikataba ya kazi, migogoro mingi ya kodi tapata migogoro mingi ya utekelezaji wa mikataba ya uwekezaji wenyewe. Sasa haya yote tutategemea mahakama yetu ya Tanzania isimame katika yale matawi yake, matawi sijui ya biashara, matawi ya nini, matawi ya kodi, lakini isimame katika kutetea haki ya Watanzania na haki ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo, mahakama tunawategemea, nanyi ni mhimili muhimu sana katika utekelezaji wa dira yetu ya taifa ya miaka 25, inayokuja. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, nigusie kidogo yale mambo ambayo Jaji Mkuu alikuwa anayasema kama maombi, lakini nataka niseme mapema kwamba tunayachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi lakini nataka niseme kwamba kwenye suala la bajeti inategemea hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Tunagawana according to kilichopo ndani ya mikono yetu, lakini jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyotatua, haki ikapatikana mapema kwa wananchi, kwa wafanyabiashara, kwa wawekezaji na wengine, ndivyo uchumi wa Tanzania unavyokuwa kwa hiyo jinsi uchumi wa Tanzania unavyokuwa ndivyo tutakavyoangalia mgawanyo wa rasilimali katika mihimili yetu mitatu: bunge, mahakama na ule mhimili wa serikali au wa utendaji wa executive. Lakini nataka niwahakikishie kwamba jinsi tunavyokuwa ndio bajeti itakavyokuwa, na niseme kwamba kwa, kwa miaka mitano iliyopita uchumi wetu umekuwa ukikua hatua kwa hatua si kwa kiasi kikubwa lakini we had never, uh, missed a step hata kama ni point five, lakini tumekua tumekuwa progressively tunakuwa, hatujawahi kurudi nyuma. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti za maeneo mbalimbali zinavyokuwa, na jaji mkuu ni shahidi. Ukiangalia bajeti ya miaka minne iliyopita iko mbali sana na bajeti ya mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti itakavyokuwa lakini hili la mazingira ya kazi, nimesema kwamba tumefanya kazi kubwa sana leo. Ukienda law school ya leo, ifananishe na law school ya miaka mitatu minne iliyopita, ziko tofauti. Ni katika kuchukua hatua kuboresha mhimili huo, mbali na yale ambayo nimeyasema kabla. Lakini kwenye hili la mishahara, ndugu zangu, huku serikalini tunapimwa kwenye mishahara na bahati mbaya maskini huwa hana nguvu yake mwenyewe peke yake, kwa sababu hata tunapopanga bajeti zetu tunakaguliwa na mashirika makubwa ya kimataifa, ambayo nayo wanatupa fedha, si kutugaia, kwa, kwa, kwa kutukopesha. Lakini tunakaguliwa na wage bill yetu percentage. Mpaka uchumi wetu wa sasa hivi ulivyo, tunatakiwa kuwa na 35% wage bill, tulivyo tu leo tuko 37.5%. Tunaendelea kububurushana nao, tunatafuta sababu mbalimbali mbali za kuambia kwa nini wage bill iko hivyo. Wanatukagua mpaka vyombo vya ulinzi, mmeajiri lini, wapi, lini, mmeongeza wapi, lakini hali iko hivyo kwao. Si kwamba hatutaki kuwafanya watu wote wawe na mishahara itakayowawezesha waishi vizuri, lakini tuna limitations, lakini nataka niseme kwamba tumejitahidi tumejitahidi sana kwa kichache tunachokipata tunaongeza mishahara kwa mihimili yote mitatu, tunakwenda, tunaongeza mishahara kwao. Jinsi uchumi utakavyokuwa, ndugu zangu, ndivyo tutakavyoongeza stahiki na mishahara yetu. Mimi pia nataka majaji mkinipita pale mnipite katika magari ambayo huu, niseme eh, jaji namba nne kanipita, lakini uhuru na ni uwezo ukiruhusu, tutafika huko lakini kama uwezo haujaruhusu tuendeni polepole kwa hali ambayo nchi yetu inayo. Tusisahau sisi bado ni nchi inayoendelea endelea, pamoja na kusema tumechupa, tumeingia uhuru nini, wanasema uchumi wa kati, lakini bado tuko ngazi ya chini. Ni kama tumechupa tu step moja, tumeingia pale, lakini bado mambo ni mengi ya kufanya umundani kwenye sekta mbali mbali, bado mambo ni mengi kwa hiyo jinsi tunavyofaa tunavyokuwa basi, tuta tutaongeza stahiki na mishahara ya majaji. Lakini nizungumzie hili la migogoro ya ardhi, kama alivyosema Jaji Mkuu kwamba migogoro hii is high time sasa ihamie mahakamani, na mahakama itakayosikiliza migogoro hii ni mahakama zetu za mwanzo, na kwa hiyo tuna kazi ya kutenga bajeti ya kutosha, nadhani kuanzia bajeti ijayo, ili tuzijenge mahakama za mwanzo, kama tulivyojenga vituo vya afya, sababu afya nayo na mahakama mnafanana. Kuna wale wanaotibiwa huko kwenye wanasema nini zahanati, alafu wanakwenda kwenye kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya rufaa ya mkoa, alafu ndio wanakwenda rufaa kubwa kwao, na mahakama nanyi ni hivyo hivyo kwa kama tulivyojenga vituo vya afya zahanati, na huku tutatenga bajeti, tuende kwa mtindo huo huo. Kwa tukiweza kufanya hayo, kesi za ardhi zitakuwa zinasikilizwa kule. Uh, mambo mengine yaliyozungumzwa hapa ambayo ni changamoto na mapendekezo, niseme changamoto zote tunazichukua kama nilivyosema, jinsi uchumi utakavyoruhusu ndivyo tutakavyozitekeleza. Na kwa yale mapendekezo ya mabadiliko ya sheria na mapendekezo mengine mengine ambayo hataki rasilimali fedha, basi niko na watu wote hapa, mwanasheria mkuu wa serikali yupo, mawaziri wapo, tutakwenda kuyakalia na kuyafanyia marekebisho ili majaji waweze kazi kufanya kazi zao vizuri sana. Sasa, kabla sijahitimisha, naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi timiza wajibu wenu ndugu zangu majaji na mahakimu ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili, bila hofu, huba wala upendeleo, na hiki ndicho kiapo chenu. Napowapisha pale mnasema tazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie uh, kiapo chenu. Lakini vile vile, naomba ni mnukuu kwa mara nyingine hayati Baba wa Taifa, kwenye mkutano ule ule wa 84 alisema kwamba zipo kazi zinazoweza kufanywa na watu tunao watilia mashaka. Kwa mfano uhasibu, naweza ukalitilia mashaka jitu ili jizi ili, lakini ili hodari la kufanya uhasibu, kaambia endelea, kwa sababu unajua nyuma yake kuna auditor atakuja kumuaudit na wizi utaonekana. Lakini siyo kazi yenunye. Kazi ya mahakimu na majaji, mnaauditiana wenyewe kwenyewe kupitia lile dashboard kule kesi gani imehukumiwa na labda mtu akate rufaa mwanze kukaa tena ndio muiangalie. Kwa hiyo si kazi zote zinafanywa na watu wanaotiliwa mashaka, ila uhakimu na ujaji sio mojawapo ya kazi hiyo zinazofanywa na watu wanaotiliwa mashaka. hata kama ushahidi hautoshi, akitiliwa mashaka jaji, hata kama ushahidi hautoshi Mwalimu anasema ni lazima aanze kuchunguzwa mara moja, hata kama ushahidi hautoshi. Lakini jaji mkuu akipata taarifa, jaji so and so ana tabia hizi na hizi na hizi, jaji mkuu lazima aweke majaji wengine, hebu mfuatilieni huyu anaendaje. Kwa hiyo si kazi zote a, kazi nyingine zinaweza kufanywa na watu wanaotiliwa mashaka, lakini sio ya kwenu. Ya kwenu inataka mwe waledi endo kwa taifa lenu, na mnaotii sheria na katiba yenu. Kwa hiyo ndio sifa yenu kubwa, waheshimua majaji, nami niwaombe mbakie kwenye sifa hizo. Maeneo haya au maneno haya ya mwalimu bado yana uzito ule ule, na pengine uzito wake ni mkubwa zaidi katika wakati huu ambapo teknolojia imebadilika, watu tumebadilika. 84 majaji hawakuwa wengi, wakuwa chache sana na ndio maana walikuwa wanaishi kwenye maeneo ambayo jaji mkuu amesema malo density area na mambo yote ambayo ameyataja, majaji walikuwa wachache sana. Leo mahakimu na majaji mliopo hapa si chini ya elfu moja na mia mbili, nikiangalia kwa macho, mbali wale ambao mmewaacha waendeshe kazi kule ni wangapi? Kwa ni kazi kubwa ya kufanya, ila tunawategemea sana katika uendeshaji wa taifa letu, tunawategemea sana. Nihitimishe sasa, Mheshimiwa Jaji Mkuu, mheshimiwa majaji na mahakimu, kwa kuungana nawe Mheshimiwa Jaji Mkuu kwenye ile sehemu ya mwisho ya hotuba yako ya kuwataka majaji na kuwakumbusha tena kuwa ni jukumu letu sote kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Ni muhimu kwa watoa haki nchini kusimama kwenye mstari wa haki, mnapofanya maamuzi ya kutoa haki. Ni muhimu kwa watenda haki au watoaji wa haki kusimama kwenye mstari wa haki, mnapofanya maamuzi ya utoaji wa haki. Hili ni muhimu sana. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa mkutano huu wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania kwa mwaka ishirini ishirini na sita sasa umefunguliwa rasmi.